Karibuni katika muhtasari mwingine wa kijasusi kutoka Jasusi TV. Hizi ni video fupi zinazokuletea habari mbalimbali zinazohusiana na taaluma ya intelijensia hususan ujasusi kutoka sehemu mbalimbali duniani. Na leo tunatupia jicho huko nchini Somalia ambako Mahad Mohamed Salad aliyewahi kuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa ya nchi hiyo yaani NISA, amerejeshwa tena katika wadhifa huo. Na uamuzi wa kurejeshwa ulitangazwa na baraza la mawaziri lililokaa katika kikao cha dharura chini ya Waziri Mkuu Hamza Abdi Bare. Mahadi anachukua nafasi ya Abdullahi Mohamed Ali almaarufu kama Sanbaloolshe ambaye naye aliwahi kushika wadhifa huo kabla ya kurejea tena mwaka elfu mbili na ishirini na tatu lakini kwa sasa analaumiwa kwa kushindwa kurejesha uimara wa idara hiyo ya usalama wa taifa huku kukiwa na malalamiko ya migongano ndani ya, ndani ya taasisi hiyo na utendaji kazi duni um, Sanbaloolshe aliwahi kuwa mkurugenzi mkuu wa idara hiyo mwaka elfu mbili na kumi na tatu mpaka elfu mbili na kumi na saba na alirudishwa tena elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano na Mahad pia aliwahi kuwa mkurugenzi mwaka elfu mbili na ishirini na mpaka elfu mbili na ishirini na tatu na amerudishwa mwezi huu Juni elfu mbili na ishirini na tano. Kurejeshwa kwa Mahad ni majibu ya moja kwa moja kwa, kwa tishio jipya la mashambulizi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab na serikali inahitaji uongozi thabiti wa kiintelijensia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kwa habari zaidi tembelea Jasusi TV. Asanteni na kwa herini.